wakati wa Easter au wakati wa Pasaka kusherekea ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo kama ambavyo wamejitambulisha katika sehemu yetu ya wiki iliyopita, kama hii ndio ufufuo na uzima. Ni matumaini yangu you have experienced ufufuo na uzima ambao Bwana wetu Yesu Kristo alikuja kuuleta, ambayo ndio sababu kubwa ya yeye kuja, ili kutuokoa na kutufanya sisi tuweze kuishi milele na milele na kama hujaiangalia hiyo sehemu naomba rudi nyuma ukapate kuiangalia sehemu ya tano. Na katika sehemu yetu ya sita iko tofauti kidogo na sehemu nyingine. Tofauti wake unakuja na audience. Unajua ukiwa na audience tofauti unajitambulisha tofauti. Ni kama mimi nikienda kwa watoto, siwezi kwenda kwa watoto nikaanza kuongea maneno ambayo watoto wawezi kuongea, nitajitambulisha kwa namna ya watoto watakavonielewesha, watakavonielewa sorry. Nikienda sei kwa executives naenda mahali ambapo unajua naenda kukutana na directors ma CEO, utambulisho wangu unakuwa tofauti vile vile. Na ndivyo Bwana Yesu alivyokuwa nafanya, alivyokuwa anajitambulisha kwa ulimwengu. Alikuwa na lugha tofauti, mifano tofauti, kama vile mimi ni mchungaji, mimi ni nuru, vitu ambavyo vitawa E, wataelewa kiurahisi haya. Kwa hiyo leo tutaendelea na sehemu ya sita. Ninaomba usiache kuangalia mpaka mwisho, ambapo tutazungumzia ni namna gani Bwana Yesu amejitambulisha katika utambulisho wa sita, na mimi binafsi Binti Sayuni nimemwelewaje Bwana wetu Yesu Kristo kama anavyojitambulisha leo. Usiache kuangalia mpaka mwisho na Mungu akubariki. Katika utambulisho wetu huu wa sita Bwana Yesu anajitambulisha kama yeye ndiyo njia, kweli na uzima, na utambulisho huu unapatikana katika kitabu cha Yohana sura ya kumi na nne mstari wa sita, ambapo neno la Mungu linasema Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Ufunuo wa kwanza nilioupata katika hii, ukiiweka kama sentensi, utaisema hivi mimi ndimi hiyo njia ya kweli iletayo uzima. Kwa nini Bwana Yesu amejitambulisha kwa namna hii? Tunajua ya kwamba mimi ndimi ni maana yake ni yeye ni Mungu. Tunakuja njia, tunajua njia ni njia inayokupeleka sehemu fulani, unatoka mahali fulani kwenda mahali pengine ya kweli, ina maana kuna njia ya kweli na kuna njia siyo ya kweli. Tutaangalia alafu uzima, tunajua kuna uzima na mauti. Kwa hiyo hii njia itakutoa sehemu fulani kukupeleka sehemu fulani, na ni ya kweli, haita, in, kama inavyosema, kama ni kibao kinakwambia kinaelekea sokoni, kinaelekea sokoni, huwezi kuelekea tena machinjioni na kama ni na uko, kunye, uko unakoenda kunapo uzima. Sasa Bwana Yesu katika huu utambulisho ulifanyika wakati wa e, chakula cha mwisho kule kwenye upper room. Ni katika farewell, Bwana Yesu anawaaga wanafunzi wake. Kwa hiyo will be safe to say huu utambulisho ulikuwa ni inside information, ulikuwa umewakusudia audience tofauti na zile tambulisho za mwanzo ambapo alisema, mimi ni nuru, mimi ni mchungaji mwema. Zile zote tunajua alijitambulisha kwa ulimwengu, na Bwana Yesu, kama tunavyojua, anajitambulisha kutokana na jinsi wewe ulivyo na mahitaji yako. Kwa hiyo, kwa wanafunzi alitaka wamjue tofauti, kwa sababu wao wako katika level nyingine. Ni kama mimi na wewe, nitakapoenda kwa watu sema labda naenda ku, ku, ku, kufanya Eh, nakumbuka kuna wakati mimi nilikuwa nafundisha eh, executives, eh, kuna kampuni kwa anafanya nayo kazi, wanapata tenders mbalimbali, kwa hiyo wanaweza k kupeleka, ukaenda sehemu unafundishani eh, managers It was so intimidating siku ya kwanza, lakini hata kufundi, kujitambulisha kwangu kulikuwa tofauti, umeona, na napoenda kwa watu ambao najua kwanza hawataki hata kuwepo darasani. Kwa hiyo the same way hapa Bwana Yesu anajitambulisha kwa watu ambao inabidi hata kuwapa majukumu baadaye, kwa sababu hawa watu ni audience tofauti kwa kwahiyo um, na ilianza katika chapta hiyo wa kumi na nne na Bwana Yesu akawaangalia pale baada ya wamekula chakula, waona wamefadhaika, wame na yeye ndiyo kiongozi wao, akawaambia msifadhaike mioyoni mwenu, kwa sababu mimi naenda kwa Baba yangu, isiwe sababu ya nyinyi kufadhaika, kwa sababu ninaenda kuandalieni makao, na mali nilipo na nyinyi mtakuwepo na ninaenda ninapoenda, ninyi mnaijua njia. Huu mstari watano wa sita sasa, <laughs> wanne watano. Sasa Tomaso my friend anasema, hey, njia gani hatuijui hiyo njia, embu tuambie, unaenda api, njia gani? Ndio Bwana Yesu anasema, mimi ndimi hiyo njia. Sasa yani, ukiniona mimi ndio umefika utafika kwa Baba. Kama hujaniona mimi huwezi kufika kwa Baba. Kwa hivyo tunajua kwamba habari ya mimi ndimi, Bwana Yesu anajitambulisha uungu wake njia tena pale anakuwa very specific Bwana Yesu wala hajakatakata kona, anasema mtu yoyote haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Hapa ina maana gani kiukweli katika maisha yetu ya sasa hivi? Ina maana Bwana Yesu anatuambia kwamba zitakuwepo njia nyingi, na kweli toka mwanzo wa ulimwengu pamekuwepo njia nyingi ambazo watu wameclaim kwamba inakupeleka kwa baba, lakini Bwana Yesu alivyokuja anasema no, njia pekee ni kupitia mimi. Umeona? Sasa hata tukiangalia kule Babeli wale watu wa Babeli waliona kwamba kufika kwa Mungu, kuja tujenge mnara, kwa sababu watu wengi wanafikiri kufika kwa Mungu ni kwa nguvu au uweza which is wrong. Kwa Mungu tunafika kwa neema na kwa msaada wa Roho Mtakatifu, na tutaangalia hapa, katika kitu kikubwa Bwana Yesu alichokifanya katika utambulisho huu ni kuachia Roho Mtakatifu ili awasaidie, kwa sababu anajua kwamba bila huyo Roho haiwezekani, haiwezekani kufika huko alipo Bwana wetu Yesu Kristo, huko kwa Baba. Sasa hii njia Um, kwa nini ni muhimu? Kwa sababu tunajua neno la Mungu linatuambia njia ya mtu huonekana njema machoni pake, lakini huelekea upotevuni. Njia yoyote ile mwanadamu mwenyewe, kwa akili yako, kwa uwezo wako, utaiona hii ni njema, lakini inaelekea upotevuni. Lakini njia ya Yesu anasema inaelekea uzimani, na ndio maana Bwana Yesu katika Mathayo saba akaielezea hiyo njia, akasema hiyo njia ni nyembamba, ni nyembamba sana, nayo imesonga na wachache wanaoiona hii njia, pitieni katika mlango mwembamba. Umeona, ni jambo la kujikana kuweza kuipita kui hii njia, lakini kama nilivyosema, tunahitaji Roho na tutaona Bwana Yesu atafanya nini ili wale wanafunzi wake pamoja na wengine ambao tunakuja baada hapo, tuweze kuiona na tuweze kuiendea hiyo njia na kweli tufike uzimani. Kama nilivyosema, yeye ndiyo njia ya kweli ielekeayo uzimani. Kwa hiyo lazima tuione hii njia, kwa sababu ndiyo njia pekee ya kweli, na hii njia ya kweli ndiyo pekee yake inayoelekea uzimani, yani kwa Baba. Sasa kweli tunajua kwamba kitu chote kikiwa kweli, inamaana pana uongo, na siku zote shetani kazi yake ni ku twist ukweli U, uongo wa shetani mara nyingi mpaka uwe na unajua kweli Yaani kama hujui kweli, huwezi kujua huu huo ni uongo. Kwa hiyo siku zote sisi tunachotakiwa kukifanya ni kuijua kweli, na ndio maana Bwana Yesu anasema katika Yohana nane anasema tena, mtaifahamu kweli hiyo kweli itawaweka huru. Unajua watu wengi wanapendaga kutafuta uongo. Ukitafuta uongo, you will be always deceived, kwa sababu uongo unabadilika, lakini kweli inabakia kweli. Kwa hiyo yaani kurahisisha maisha yako we tafuta kweli na kweli ni neno la Mungu, lijue neno la Mungu. Litakufanya uweze kusimama katika nafasi, uongo utakapokuja, utaweza kuupambanua. Umeona e, nani huyu, Hawa Eva alivyoletewa uongo? Ulikuwa umechanganyika na kweli na yeye, kwa sababu hakuwa anaijua kweli, akaweza kudanganywa. Lakini angejua kweli, asingeweza kudanganywa kwa hiyo eh, tujue kwamba ukweli huwa haibadiliki, na ndio maana tunasema Bwana Yesu ni yule yule jana na leo na hata milele. Uzima tunajua Bwana Yesu katika hii katika mstari wa kumi na tisa wa hiyo hiyo Yohana kumi na nne anaelezea anawambia hao wa wanafunzi wake kwamba katika kitambo kidogo hamtaniona. Ah, ulimwengu hautaniona lakini nyinyi mtaniona Umeona, kwa sababu mimi ni hai na ninyi mtakuwa hai. Na ndio maana wapendwa, ndio maana nawambieni inside information ni na inside information ni very important kwa Mungu, mimi na wewe ambao ni wanafunzi wa Yesu kwamba pamoja na kuwa ulimwengu wa umwelewi, wewe unaona watu ambavyo wa wamwelewi Bwana Yesu lakini mimi na wewe tunamuelewa kwa sababu Bwana Yesu mwenyewe ameshajitambulisha kwetu na anaendelea kujitambulisha kwetu siku hadi siku na anasema kwa sababu yeye uhai, sisi tu hai. kwa mtu asije kakudanganya, kwamba nini, wewe uhai na utakuwa hai siku zote. Na kwenye huu uzima ambao Bwana Yesu anauongelea, huu ni uzima ule ambao Bwana Yesu anasema, mimi nilikuja ili muwe na uzima Tele. Kwa huu uzima ni tunatakiwa tuwe nao tele katika kila sehemu ya maisha yetu. Kwa hiyo sehemu yote ambapo hatuna uzima au panaonekana pana inabidi pana... mbele tuende mbele za Mungu kumwambia, Bwana uliahidi kuja kama uzima tele. Mbona sehemu hii ya maisha yangu uzima umepungua? Na huu uzima vile vile ni uzima wa milele anasema, japo tunakufa tutaishi. Kwa hiyo katika huu utambulisho uliambatana na ahadi kwa sababu alikuwa na wanafunzi wake, aliwaahidi mambo kadhaa. Na jambo la kwanza akawaambia yeyote anayeniamini kati yenu nyinyi wanafunzi, kati yenu nyinyi mnaoniamini, wafuasi wangu, kazi ninazozifanya na nyinyi mtazifanya tena, mtazifanya zaidi ya hizo. Umeona kwamba utambulisho angeuleta duniani au kwa ulimwengu, wasingeelewa kwanza, wasinge ita, wa, hizo kazi kazi gani, hawajui hata ni kazi gani. Ndio maana anasema utambulisho ni wa kwetu, mimi na wewe ambao tumeokoka, kwamba Bwana anataka na ni mapenzi yake kwamba tuifanye kazi yake hata zaidi ya Bwana Yesu alivyofanya. Sio kusema kwamba Bwana Yesu alifanya kazi ndogo, Bwana Yesu alifanya kazi nyingi sana. Kumbuka alikaa katika ministry miaka mitatu tu, lakini Yohana anaandika katika kitabu cha Yohana ishirini na moja kwamba mambo yote aliyoyafanya Bwana Yesu kwa miaka mitatu yangeandikwa vitabu visingetosha. Je, mimi na wewe ambao wengine mmekulia wokovu miaka ishirini, miaka thelathini, miaka kumi, miaka kumi na tano. Ina maana kuna mengi ambayo tunaweza kuyafanya, lakini siri ipo katika kuamini. Alafu anasema, mkiomba lolote kwa jina langu nitawapa, ili Baba atukuzwe. Kumbe maombi yetu tunatakiwa tujikite katika kuomba Vitu ambavyo vitaleta utukufu kwa Mungu na sio vilete utukufu kwetu au kwa mwanadamu. Nadhani hapo ndipo tunapokwama na mimi hapo najifunza ya, ya kwamba kume na mimi ninakwamia ndio ile nasemaga unakwamia wapi? Tunakwama hapa kuomba vitu ambavyo havina mahusiano na utukufu wa Mungu. Naweza kuwa ninaomba kwa sababu mwingine anacho. Ndio maana Yakobo anaandika hampati kwa sababu mnaomba vibaya. Kwa hiyo Mungu atusaidie maombi yetu, tuombe mambo ambayo yanaleta utukufu kwa Mungu. Hebu fikiria, kwa mfano, ningekuwa naenda mbele za Mungu, namwambia Bwana, mimi ni my desire niweze kufanya kazi eh zaidi ya wewe ulivyozifanya, naomba unionyeshe ni nijikite katika sehemu gani katika huduma au katika, katika huduma yangu, ni mambo gani unataka mimi niyafanye ili niweze kufanya mambo makubwa yatakayoleta utukufu kwako ku. Lakini unakuta maombi yetu siku zote ni me, myself, I, my family, me mi mwenyewe ni victim yani, najiongelea mimi, wala siwasemi nyinyi, najisema mimi mwenyewe, kwa sababu kila wakati Mungu niponya hapa, kichwa kinauma, masikio yanauma, macho yanauma, Mungu atusaidie. Kingine Mungu alichokifanya hapa ni ku a, e, kutu ahidi kuleta Roho Mtakatifu, akasema sitawaacha yatima, kwa sababu bila Roho Mtakatifu hamtaweza lolote, na ni kweli. Ni Roho ndio anayetusaidia, anayetufundisha, anayetuongoza, anayetuelekeza, anayetukumbusha kwa hiyo tunamhitaji Roho hata hiyo njia tu kuijua, hii ndio njia inayotakiwa kwenda. Roho Mtakatifu ndio ambaye anatusaidia. Kwa hiyo hata sisi tunapoona wengine bado hawajaiona njia, tuombe Roho Mtakatifu apate kuwafungua macho yao na kuwaongoza wapate kuiona hiyo njia ambayo Bwana Yesu anasema ni nyembamba na wachache wanaiona, na wao wawe katika hao wachache. Lakini kingine Bwana Yesu alichokiachia kiacha ni amani, kwa sababu amani inahitajika sana katika ulimwengu jamani, kuna tofauti. Ukipita kwenye jaribu una amani, na usipokuwa na amani, usipokuwa na amani hata uso unaonekana, ukipita tu hapo unanuka matatizo. Lakini ukiwa na amani, ndio pale mtu anasema he, we usiniambie, usiniambie. He, mbona huonekani kama unapita kwenye mambo kama hayo? amani ya Kristo ipitayo amani unayoweza kuipata katika ulimwengu. Wapendwa, tunatakiwa kila leo tuwe tunaomba Mungu atupe amani. Kama kuna kitu unatakiwa ukiombe ni amani ya Kristo ipate kutawala kwenye maisha yako. Kuna siku nitafanya series ya amani, Mungu akilipa kibali lakini wapendwa, haya mambo hayaji bure, kwa sababu sisi ni wanafunzi wa Yesu na sisi tuna responsibility, na wanafunzi wa Yesu walipewa responsibility responsibility. Bwana Yesu anawaambia mimi nataka nyinyi sasa mzishike amri zangu kama mnanipenda. Kwa hiyo, namna ya kumwonyesha Bwana Yesu tunampenda ni kushika amri zake. Amri hii ninawapeni, mpendane tuzishike amri zake. Hiyo ni moja wapo, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote kwa nguvu zako zote kwa akili zako zote. We, unazijua amri za Mungu? Kama uzijui, Biblia imeandika habari za zote amri zote ambazo tunatakiwa tuzishike, sababu Bwana Yesu anasema, mimi sikuja kuibatilisha torati, bali nimekuja kuitimiliza. Kwa hiyo wapendwa, huo ndio utambulisho wa Yesu kama yeye ndio njia, kweli na uzima. Sasa niliahidi ya kwamba mimi binafsi nimemjuaje Bwana Yesu kweli kama yeye ndiyo njia, kweli na uzima. Kiukweli huko nilikokuwa huko kulikuwa gizani kweli, kweli, huko kwenye hizo njia nyingine ambazo adui ameziweka na jana, ujuzi juzi nilikuwa naongea na mtoto wangu. Um, kuna vitu kuna subject very sensitive tu watu unaongelea, lakini um, nikawa na, namwambia namwambia, to be honest, nadhani hicho kipindi unachoongelea mimi nilikuwa katika self destruction. <laughs> Self destruction kwa sababu nilikuwa katika njia ya upotevuni, kwa hiyo mikwa naona kwa nafanya right kabisa. Yaani ndio hiyo unaambiwa kwamba ukiona njia machoni pako unaiona ni nzuri machoni pako kumbe inaelekea upotevuni. That was me kabla Bwana Yesu hajanitoa huko gizani kuniingiza katika nuru yake. Kwa hiyo mpendwa, huo ndo ushuhuda wangu yaani mimi naweza kuishuhudia kabisa, nilikuwa katika self destruction, nilikuwa sijali. Nadhani hata mwanzoni mwanzoni huo nilivyoambiwa kwamba sijui unaumwa figo sijui nini, wala yani wala tena. Nilikuwa nasema kitu cha kwanza, nakumbuka nilijibu walivoniambia, sijui nini nini, nikampigia simu mume wangu, nikamwambia ah, nitakufa. <laughs> <Yani, carelessly. laughs> Nakufa mimi mwenyewe nikidhani kwamba ndio nitapata sympathy lakini ni njia inayoleta inayoelekea upotevuni. Lakini sasa kwa sasa hivi, mimi nikipata habari kama hiyo, naenda nayo kinyume tu, kwa sababu nalijua neno la Mungu. Ukiniambia o oh, sijui vimekuwa hivi hivi hivi, najiuliza ripoti gani nayoiamini? Namwomba na, na, na, na Roho nikumbushi kitu au mstari ambao utanifanya uta niamini kinyume na kile ninachokiona au ninachokisikia au ninachokipitia. Na kwa kufanya hivyo najikuta nimerudi katika njia, umeona hapo, kwenye kweli kweli. Ni neno la Mungu tu, ni kujifunza kila inapoitwa leo. Na mimi nimejifunza, namshukuru Mungu, kila inapoitwa leo nimelala au saa nyingine vyovyote, mkao wowote nitakaokuwa nimekaa, mstari ambao siachi kuusema ni kwamba sitakufa nitaishi ili niyasimulie matendo ya Bwana kila inapoitwa leo. Kila inapoitwa leo lazima niseme ya kwamba I am strong in the Lord and in the power of His might. Kila inapoitwa leo lazima niseme kwamba I can do all things through Christ who strengthens me, it doesn't matter how I feel, kwa sababu saa nyingine namka najisikia ovyo sitaki kuamka, natamani endelee kulala, natamani siinuke, lakini nikifikiria nahitaji nguvu, nasema I can do all things through Christ who strengthens me, siusikilizi mwili wangu. Kwa hapo ndipo penye kweli, na hiyo ndio kweli ambayo kila mtu anatakiwa awe nayo. Penye uzima, jamani, uzima nilionao ni Kristo, ni peke yake, nimeshaa How many times, sijui ni mara ngapi ambapo watu wamesema, uh, mnamwangaikia wanini huyo, uh, marehemu. Um, leo ninasimama kuyasimulia matendo makuu ya Mungu. Kwa hiyo ni kweli wapendwa, tukifika mahali ambapo tunaiona njia amba, na hiyo njia iwe ni ya kweli, tunapokea uzima ambao ni Yesu Kristo, na Yesu akiwa ndani yako na wewe ndani yake mbona wa utazaa matunda mengi tu. Na kwa kusema hivyo, moja niishie hapo, tukutane katika sehemu nyingine ya Mimi Ndimi, sehemu yetu ya saba na ya mwisho katika series hii. Naomba mniombee kutengeneza series nyingine <laughs> bado sijapata series gani di, difanye kuna kama mbili tatu zinanijia mara kwa mara lakini bado sijapata direction kama wewe bado hujasubscribe, naomba subscribe, share, like and comment. Ninapenda comment zenu. Ninaomba hapo basi, weka hapo chini, do you believe ya kwamba Bwana Yesu ndio njia, kweli na uzima? Na kama unaamini kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ndio njia, kweli na uzima, weka hata amen hapo chini, na Mungu akubariki sana. Amen.